Kwa nini Bwana Yesu alikufa? Kwa nini alikufa? Yaani Mungu akaamua kufa. How? Does not make sense, haiji kichwani. Sasa tuna taratibu hii tuangalie, na tunaanza kutumia picha ya pale msalabani. Bwana Yesu masaa machache kabla haja maliza safari yake, neno la kwanza Bwana Yesu alionena, nataka kitabu cha Luka Sura ishirini na tatu mstari wa thelathini na nne. Ukiwa katika Kristo Yesu hakuna hukumu, hakuna hukumu ya adhabu kwa wale katika Kristo Yesu. Ndio maana nilikuwa namwambia mtu mmoja, akasema unajua, kwa sababu naishi maisha mabaya ndio maana Mungu ananihukumu. Umeokoka? Ndio nikambia don't tore, huyo ni shetani bwana, sio kwa Mungu. Anakuhukumu? Mungu anakupenda kupita kiasi, ila shetani anakunyanyasa. Kwa sisi tupambani na ile tunachokiona, tunapambana na huyu adui ambaye ananyanyasa. Baada ya vale Yesu kufa Bwana Yesu alisema kwamba, Baba wasamee kwa maana awajui lile walitendalo. Hiyo ndio ilikuwa sauti ya kwanza Yesu. Lakini Bwana Yesu akuishia hapo. Akatoa sauti ya pili ya Yesu, kitabu cha Luka 23 mstari wa 43. Wakati amekaa pale msalabani kulikuwa na mwizi upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Yule upande wa kushoto akasema, ni Bwana, nikumbuke katika ufalme wako. Bwana Yesu akasema maneno haya, akasema, leo hii utakuwa pamoja na mimi kule paradiso. Kwa maneno ya pili ya Bwana Yesu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari 43, ni kwamba wewe leo wewe wewe hapo ukifa, tukasema jamaa amedanja, hakuna kufa. Ukishaokoka na kumwamini Yesu, hakuna kufa, unalala siku hiyo hiyo, tunaenda kuzika siku hiyo hiyo, tunaenda kusindikiza unaingia paradiso. Paradiso ni wapi? Kitabu cha Mwanzo sura ya pili, Mungu aliumba bustani kwa ajili ya Adamu na Eva. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa saba, Mungu anasema Mungu katika bustani ya Mungu kuna mito inapita kwao. Unapokufa na Yesu, naomba nisikize kwa makini, roho yako moja kwa moja unapokata tu roho, anasema jamaa amekata roho, kama una Yesu ndani yako. unaama unaenda kukaa na Yesu siku hiyo hiyo, unaenda kukaa katika bustani ya Mungu, unapumzika kwa Yesu. Ukimwamini kuna faida kubwa isiyokuwa ya kawaida. Siongea dipi, naongea ukweli. Sisi katika imani ya Kikristo atujuisana, una siku ya mwisho, sijui kutakuwa na kuhukumiwa tena. Kama umemwamini Kristo hakuna hukumu. Wenye hukumu ni watu ambao hawajamwamini Kristo, au kama unamwamini Kristo atu unaenda kwenye dhambi tena bila sababu, kwa makusudi lakini kama umeamua kutembea na Yesu, naomba nikwambie, hatuogopi kufa, kwa maana kufa ni kulala, na kulala sio tu kulala, unaenda kupumzika paradiso kwa tuna mashamba. Tukiishi ni Kristo, tukifa ni Kristo, atuogopi kifo kwa sababu Yesu ametuahidi kwamba mwili huu japoisha, sitaishi hapa, nitageuka nitaingia mji mtakatifu nitakaa na Baba kule. Hakuna mateso, hakuna vilio, hakuna misiba, hakuna magonjwa, hakuna kuhangaika, nikukaa milele ukiangalia utukufu wa Mungu. Mungu akupe nini zaidi ya hiyo kwa ukiniuliza? Natamani wenewota sini. Hakuna mkristo anaogopa kifo no. Agano la Kale walikuwa naogopa kifo, Ezekia akaomba ongezewe miaka lakini katika Ukristo tukiishi ni kwa ajili ya Bwana, tukilala ni kwa ajili ya Bwana. Paulo anasema natamani niende kwa Bwana, natamani kuendelea kuhubiri njini kwa, kwa, kwa, kwa usiogope. neno la tatu ambalo Bwana Yesu alilisema pale msalabani kabla ya kufa kwake napatikana kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 26 na 27. Biblia inasema Yesu akamwangalia Mariamu akiwa msalabani, alafu akamwangalia Yohana akamwambia Yohana, mwangalie mama yako. Akamwambia Maria, mama, mwangalie mtoto wako. Mpendo katika Bwana, Biblia katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kumi na mbili anasema amri moja tu ya Mungu ambayo ina ahadi moja nayo ni hii mheshimu, baba yako na mama yako, ili upate heri na maisha marefu. Kwa hiyo Bwana Yesu alimheshimu mama yake ambaye alikuwa ni Mariamu. Lakini unakumbuka tabu, Yesu anapoanza huduma alipokuwa anaanza huduma ya kwanza, Mariamu alimuomba ambadilishie maji kuwa divai. Yesu wakati Mujiza wa kwanza aliufanya Bwana Yesu alikuwa na mti mama yake. Naomba nikuambie mwanaume au mwanamke asiyemheshimu babake na mama yake ni mtu wa ovyo kabisa duniani, afai kuishi, ni mpuzi wa mwisho. Kama kuna watu unatakiwa kuheshimu katika dunia hii, nilitoa mfano Ijumaa nikasema, mama yako anaweza kukuita kwambia, mwanangu na nakaa kibanda kimeharibika na kanyumba ina majani na kuomba nisaidie tupige beti. Nikuambie hivi ni, mama akikwambia hivyo mwambie mama, na shukuru. Naomba niifanyie kazi. Niombe. Naamini ndani ya miezi mitatu tutamaliza. Hiyo ndio baraka imekwisha hiyo. Mungu atakupa kazi, Mungu atakupa biashara. Mama yako au baba yako akikwambia kitu, sianze kubisha naye. Mwanangu, ninunulie viatu. Mwambie baba, usiwe na wasiwasi. Niombe baraka, nitakuletea viatu. Na ni kweli kama uta umtii si, mheshimu baba yako na mama yako. Ajasema uti anasema mheshimu mheshimu anake, ni kumsitiri kumsaidia. Tulikuwa na tatizo kwenye kanisa sasa hivi, watu wanafika tu wanaheshimu wachungaji kuliko baba zao na mama zao. Hiyo ni laana, wala siku dada. Baba yako na mama yako ndiye Mungu wa dunia hii, na Mungu amesema hiyo ndio amri ya kwanza kutaka heri. Leo mimi hata nipigiwe simu saa sita usiku mama yangu ananiambia jambo lolote sitakuwa na laga Mungu mjima na wasiwasi, Mungu atatenda. Na ni kweli, chochote ambacho nilikubali, Mungu alifungua mlango na nikafanya sema Mungu wangu Mungu wangu, mbona umeniacha? Bwana Yesu akasema, Mungu wangu, Eloi Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu Mungu wangu, mbona umeniacha? Wakati huo, wale wanaojua ile dhambi zote za dunia, nyekundu, za blue, za njano, dhambi zako, mochafu yote ya dunia yalikuwa yamemelea pale msalabani, Yesu yote kwa Mungu alipoangalia dhambi, Mungu aligeuka sura akasema, siwezi kuangalia dhambi. Mungu ni mtakatifu. Yesu akaipata fresh maumivu makubwa kwa sababu ya dhambi, na Mungu amemwacha, Roho Mtakatifu amemwacha. Kwa maana ya kwanza, Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu akatengana, akabaki Kristo peke yake msaabani. Kitabu cha Zaburi ishirini na mbili kinaelezea kwa undani zaidi. Mungu wangu Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu aliacha dhambi Biblia nasema hivi watu safitafakari na, wana Biblia wanasema Mungu alikuwa anamwangalia Yesu anateswa, alipoona dhambi akageuka, akakuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe! Leo wewe ni mtoto wa Mungu, ab su pale msalabani. Maneno ya tano, napoenda kumalizia kidogo kwa ufupi, baada ya pale, kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 28, Biblia inasema Bwana Yesu akasema, naona kiu, naona kiu. Maumivu makubwa, anakuambia mwanangu, jo kiu, na tamani ni kusaidie, na tamani ni kuponye, na tamani ni kuokoe, na tamani ni kuondolea maradhi na magonjwa. Kiu ya Yesu ni kukuona ukiwa salama. Kiu ya Yesu ni kukuona ukishinda shetani. Ndio maana kubwa kwa Yesu alikuwa anaona kiu kwa chini yako. Neno la sita Bwana Yesu alilosema pale msalabani, kitabu cha Yohana sura 19 mstari wa 30, a Yohana 19 Telethini. Anasema, Yesu akasema, imekwisha. Tele, le, telestai. Tetelestai. Tetelestai. ime imekwisha, kwa lugha nzuri, maanake deni limelipwa. Kama ulikuwa unadaiwa kwa sababu ya dhambi, Yesu alilipa deni. Kama ulikuwa unadaiwa kwa sababu ya magonjwa, Yesu alilipa deni Dayo kwa sababu ya ya matatizo ya maisha Yesu alilipa deni. Kama ulikuwa na dayo kwa sababu ya matatizo mengine yote Yesu alilipa deni. Imekwisha tena, tetelestai, it is done. Neno la mwisho la saba ambalo Bwana Yesu alitamka pale msalabani akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kitabu cha sura ya 23 Baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Kuanzia ya leo ukimwamini Yesu, roho yako iko mikononi mwa Yesu. Yesu yuko ndani ya Baba. Kwa baada ya Yesu kusema imelipwa, baba alirudi kumwangalia Yesu, Yesu akiwa msalabani. Biblia inasema akatabasamu akasema nimekuona. Baba mikononi mwako naiweka roho yangu. Akawa amemaliza kazi ya ukombozi ya mwanadamu ikawa mwisho. Yesu, baada ya dakika chache, alikata roho. Biblia anasema hivi, baada ya kukata roho Yesu alienda wapi? Yani jana hiyo jana, tunasema tunakumbuka majana, Yesu alienda. Biblia anasema akaingia kuzimu kwa shetani, kwenye moyo wa dunia, akamkuta shetani amekaa na watu wake wamesimama, wanataka kumshughulikia mwanadamu Biblia <laughs> asema kwamba alipomwona Yesu, shetani akachanganyikiwa, yaani sani kwamba pale msalabani aliposema imekwisha, ndio mwisho kwa Yesu, ndio ameamka tena. Akameleta funguo, leta funguo. Shetani akamkabidhi Bwana Yesu funguo za kifo na mauti. Ndiyo maana kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 18 19 anasema mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Ana mamlaka ya kifo, ana mamlaka ya mauti. Ndio maana nakuambia kufa sio ishu, kwa sababu Yesu ni bwana mauti na kifo. Yesu ni bwana wa uzima na ukifo, hakuna tofauti. Shetani akapiga magoti, akakabidhi funguo, akatuambia sisi, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nguvu zote za shetani, na hakuna litakalo wazungu kwa kuna nguvu lipewa, kwa sababu ya Yesu kufa na kufufuka. Leo tunasherekea juu ya kufufuka kwa Yesu. Yale maneno saba niliyokwambia yametimia juu ya maisha yako. Ni uchiga wako tu, unapewa chakula kula mezani, hata utaki kula kati na menu. Yesu alimaliza magonjwa, Yesu alimaliza maumivu, Yesu alimaliza matatizo, Yesu alimaliza dhambi. Hakuna dhambi na usia kutawala wewe. Na mtu moja ma, ma, i sema usiku naota ndoto za mapepo ya uzinzi. Nikaambia brother, basi utakuwa na mapepo tunaekemea, kwa sababu haiwezekani uka umeokoka usiku ndoto za uzinzi. Yesu alimuuliza. Nasema, naona manyota usiku. Nikaambia, no nonono, inawezekana mawili, kama mkristo uombi, ndio utapata manyota; manyota, kama uko vizuri kwenye maombi utapata ushindi. Kuna vitu kutokea ukiwa ndani ya Yesu, nvintu vikutokea, kuna matatizo, magonjwa kila siku. Ndo Yesu alimaliza kazi hiyo, alifuta msalabani, imekwisha. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona.